Hello habari, imekuwa ni siku nyingine tena, siku yenye kupendeza, watu wa Mungu. Naamini upo salama, wewe na familia yako binafsi. Sasa leo nipo nihitaji tuweze kujifunza kitu kuhusiana na Network Marketing, ukweli ambao wengi wanakuwa hawaufahamu kuhusiana na Network Marketing. Kama ambavyo ilivyo channel ya uh, Sir Kaboya Health and Wealth utajifunza mengi kuhusiana na Network Marketing, lakini pia kuhusiana na afya. Sasa leo tuweze kujifunza kuhusiana na Network Marketing ni nini, na ambapo kweli wengi ambao wanakuwa hawaufahamu. Sasa Network Marketing, kitu cha kwanza inajulikana kama Multi Level Marketing, ambao sasa ni njia ya kisasa ya kibiashara ambapo mtu upata kipato kwa kuuza bidhaa na kwa kujenga timu ya wauzaji wengine. Ana maana gani? Anapata kipato kwa kuuza bidhaa na kwa kujenga timu ya wauzaji wengine. Pili, unapokuwa umejiunga kwenye kampuni yoyote au unafanya biashara yoyote inayohusiana na mambo ya network marketing, una inakwenda kujihusisha na kuuza bidhaa bidhaa, kama ni bidhaa za lazima au si za lazima kwa watumiaji unakuwa si mwenyewe, kitu ambacho natakiwa uelewe. Unakuwa si mwenyewe, lazima utakuwa na timu ya watu. mimi fulani Sakaboya nimeingia ni katika networking marketing. Sasa ili niweze kuuza bidhaa na ziwafikie wengi kwa uharaka zaidi, ninahitaji pia niweze kushirikisha watu wengine kwao. Maana yake halisi nyingine ni kwamba networking marketing inakuondolea ile roho ya umimi au roho ya ubinafsi, manake lazima umshirikishe na mwingine ili sasa pia na wewe uweze kunufaika kupitia yule yule mshirikisha. Manake mimi Kaboya nimemshirikisha James C Ashura na John, manake wale watakavyokuwa wanafanya kwa kuuza bidhaa waweze kujipatia kipato wao kwa bidii, ndipo na mimi nanufaika kupitia wao. Lakini na wao wale pia watakapokuja kuleta watu chini yao, manake watakavyokuwa wanauza wale watu wengine walioshirikishwa na wao wengine walioshirikisha mimi watakavyokuwa wanauza kwa bidii, ndivyo na mimi wao wanavyonufaika zaidi. Sasa the way watakavyokuwa wanufaika zaidi na mimi ndivyo navyokuja kunufaika zaidi, tutajifunza mbele huko, unanufaika vipi watakavokfa marketing, network marketing, network marketing, haijatokea from nowhere. marketing uh, ilianza uh, zaidi ya miaka 75 iliyopita na ilianza rasmi mwaka 1945 kupitia kampuni ya Marekani iitwayo Nutrilite Products Inc, ambayo sasa kampuni hii ilikuwa ikijihusisha na food supplements. Food supplements maana yake zinakuwa ni bidhaa ambazo kimsingi ni za lazima kwa watu au wa watumiaji. Sasa mwasisi au mkurugenzi wa kampuni hiyo alihitaji uh, kuuza bidhaa au bidhaa hizo kwa njia kipekee zaidi. Sasa na kwa upekee huo, manake alihitaji ziweze kuwafikia watu wengi au watumiaji wengi zaidi, kwa sababu alifikiri kwamba endapo kama nikiweka duka sehemu fulani, maana yake nitapata watu au watumiaji wa eneo lile tu peke yake, na sitapata watu wengine wa pembeni tofauti na eneo lile. Ndipo akaja sasa na huu mfumo wa networking marketing. Maana yake yeye alipoanzisha, alifikiria nitakapotengeneza watu wengine waweze kuuza bidhaa zangu, yule mwingine naye anakuja na wauzia wengine, hivyo kwa maana yake muuzaji atakayekuwa ameshirikishwa ama ambao atakuwa amewashirikisha wanakuwa wanapata hizo uh, supplement yao wanakuwa wanapata hizo products direct from the company, alafu yeye yule aliyezipata anaenda kumuuzia mtumiaji moja kwa moja, maanake anapokuwa anauza anapata faida rejareja, lakini pia sasa, huyu naye atakapokuwa ameshirikisha wengine, ananufaika kupitia wale wengine, kwa anapata mauzo rejareja, lakini pia na mauzo ya timu yake sasa. Kwa miaka ambapo ilivyokuwa imeanza 1975 ikaenda ikakuwa miaka 1980 mpaka na 90, lakini zaidi kuanzia kwenye miaka 2000 hapo na kuendelea, ambapo sasa kuliibuka ukuaji mkubwa zaidi wa teknolojia, ndipo sasa networking marketing ikawa imedevelop na kutumia kwa mfumo wa kimaendeleo zaidi kwenye mifumo ya social medias ya ambapo sasa, mtu anaweza kaa yuko hapa amefanya nauza kule, anaweza kaa na kuzungumza na watu kupitia kwenye mitandao ya kijamii, anauza kupitia mitandao ya kijamii na inawafikia, bidhaa zinawafikia watu wengi zaidi. Sasa kwenye miaka hii ndipo network marketing imekuwa sana, na watu wengi wametokea kujiingizia kipato kikubwa zaidi kupitia network marketing, hasa kwenye teknolojia hii ya mitandao ya kijamii, watu wamekuwa wakijiingizia pesa. Maana sasa kumbe kwenye mitandao ya kijamii au ukuaji wa teknolojia, endapo utotumia vizuri katika network marketing, ni wengi wamefanikiwa sana kupitia network marketing. sasa Network Marketing inafanya kazi kiviki. Katika network marketing unapofanya mauzo binafsi unapata faida. Naposema mauzo binafsi ni kwa mfano mimi nimechukua sabuni ya mfano sabuni inayotatua changamoto za ngozi kwenye kampuni. Maana yake ni ilipo tayari nimeshajiunga kwenye kampuni hilo. Na sasa hivi vingine utakuja kujifunza mbele zaidi ni vitu vingine utakuja kujifunza zaidi kwa kina. Nimechukua sabuni labda tuseme ni elfu tano. Sasa sabuni hiyo mimi nitaenda kumuuzia mtu mwingine mwenye changamoto au ataambia asikuwa na changamoto, lakini nataka nguzi yake iwe vizuri 1015 au zaidi. Maana yake nimechukua 1500, alafu mimi nimeuza 15, maana yake katika faida ile mimi nilipata 1000. 1500 imerudi katika kampuni ya kuendelea kuproduce sa products zingine, lakini 1000 ndio nimepata faida. Ni mwenye binafsi ambao kwenye mauzo binafsi ndio tunaita ni mauzo yako ya rejareja, lakini pia unapokuwa unajenga timu unapata kipato cha ziada ya kupitia juhudi zao yani, kamishini. Nimewashirikisha kama nilivyosema James John labda na shule. Maana yake wao watakapokuwa wanapambana zaidi kwa juhudi na bidii kuweza kuuza na wao kujipatia faida, ndipo na mimi ninapokuja kunufaika kwa asilimia kadhaa kupitia wao ambao nimewashirikisha. Lakini na wao watakapokuja kushirikisha watu wengi zaidi huku chini, ndipo na mimi ninapokuja kunufaika kupitia hawa wa chini ambao nilifanyaje, wale walio washirikisha katika biashara hiyo. Kwa ndo mwisho wa siku napata faida au kwa jinsi ambavyo ninavyokuwa nimejenga timu. Kwa hiyo, wewe utakavyokuwa umejenga timu kubwa zaidi ndivyo ambavyo utakavyozidi kunufaika zaidi, na ndio siri ambapo imejificha katika networking marketing. Ili ufanikiwe, na kuhitaji wewe uweze kujenga timu kubwa zaidi. Maana yake usichoke, kuna kujenga watu, umewaingiza katika biashara na siwezi kuelewa akaacha kufanya. Maana yake inabidi uongeze watu zaidi, kwa sababu tunaamini katika watu kumi unaweza tukapata mtu mmoja au wawili ambao watafanya serious. Kwa maana yake inakuhitaji wewe uingize watu wengi zaidi na zaidi, ili wewe uweze kujiingizia kipato sana, kwa sababu katika kumi nane wameacha, tuseme wawili wanafanya. Kwa maana yake lazima uingize watu mia, ili tupate hakika watu kumi au ishirini kufanya katika biashara hiyo, na wewe uweze kunufaika zaidi. Maana yake inakuhitaji ujenge timu kwa kasi na kwa nguvu bila kuchoka, hasa we networking marketing ni tofauti na ajira ya kawaida kwa sababu ajira ya kawaida inalipa kwa muda uliotumia, tuseme laki tatu kwa mwezi au laki tano Na hiyo laki tano unapokuwa unapokea inakuwa ni common, maana yake hata kama itakuwa ni miaka mitano au sita, nitakuwa napokea laki tano, laki tano, laki tano labda la ikija kutokea kwamba imebadilika tena

hata kama nikiwa niko nyumbani nimelala nafanya shughuli zingine, lakini mimi bado nimeshatengeneza mfumo ambao bado unaniingizia pesa. Na wale wanapokuwa wanafanya, sio kwamba wanafanya tu kuninufaisha mimi asilimia mia, na yeye anapokuwa anafanya kwa ajili ya kujinufaisha yeye, ndivyo anavyoninufaisha na mimi maanake. Na yeye pia yule niliyemshirikisha akatengeneza timu yake kwao. Mimi nimetengeneza timu, lakini ile timu nayo katika watu ndio watengeneza wale, na maanake, na wenyewe niliowashirikisha na wenyewe wanaleta watu wengine kuwashirikisha, waweze kuona kama hii bana inafanya kazi vizuri, kampuni yao biashara hii inalipa, basi na wao ili kunufaika vizuri, leta watu shirikisha watu katika biashara hii. Na naomba nikutofautishe kitu hapa, hii networking marketing ni tofauti na biashara ya upatu. Sasa hiyo itakuwa ni mada ambayo tutakuja kuizungumzia wakati mwingine. Aa, sasa, faida za mfumo huu wa network marketing, kwamba kwa nini networking marketing ichukuliwe kwa makini, yani isichukuliwe tu kawaida, ni kwa sababu, cha kwanza inakuwa na uhuru wa kifedha unapokuwa katika network marketing unakuwa na uhuru wa kifedha pesa zako unapokuwa unazipata. Unakuwa na uhuru wa kifedha kivipi? Kwa sababu kwanza unakuwa hauna kikomo cha pesa ambazo unakuwa unapata. Kwamba huna limit kwenye pesa zako, kwamba mimi napokea laki tano kwa hapana. Wewe unakuwa unaingiza pesa kulingana na watu mauzo ya timu wanavyokuwa wanafanya, lakini na wewe mwenyewe ndio wewe utakapokuwa unauza design nyingi zaidi. Kwa maana yake una uhuru wa kuweza kufanya kile kichochote kwa wewe mwenyewe unavyoishi. Lakini pia katika uhuru wa kifedha nao unavyo inavyokuja kumaanisha maana yake unakuwa haupo limited kulingana na kwamba pesa zako zinakuwa zinapanda au inaongezeka kulingana na mauzo yanavyofanyika. Haipo limited kwamba ni laki nne, laki nne tu. Sasa kwamba mimi bwana mahitaji yangu yaishia hapa hapa na kwa ni tofauti, lakini kitu kingine unakuwa na kipato endelevu yani passive income. Kwa nini kipato endelevu? Ulianza kuingiza labda kwa timu ulipokuwa na timu ndogo, ulianza mwenyewe kwa mapato elfu tano, elfu kumi, elfu ishirini, kwa kadri zinavyozidi kuendelea kipato, kipato chako kinazidi kuongezeka alafu kinakuwa ni endelevu kinakuwa ni endelevu. Kwa maana gani? Maana yake mpaka wewe pindi utakapokuwa umeondoka au umekufa, lakini bado mfumo wewe utaendelea kukulipa kwa sababu tayari unaweza kuwa umeacha labda ni mrithi katika biashara zako hizo. Maana yake hata ukiwa haupo wewe, mfumo bado unaendelea kukulipa, maana yake ni endelevu, haitakufa. ila issue tu inapokuja kuwa ni kwenye network marketing, lazima waangalie kwenye ile ambayo inakuwa na bidhaa za lazima ambazo ni wako, unakuwa na uhitaji nazo kwa lazima zaidi. Sasa lakini pia kingine ni ujifunzaji wa ujasiriamali. Kwenye ujifunzaji wa ujasiriamali ina maana gani? Ina maana kwamba kwenye network marketing inakupa wigo mpana sana We mbali mbali. Ito, mkua, Tasa, uwa, mari, wewe unapoweza kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na hicho kitu ambacho unakuwa unahusiana na unachokuwa unakifanya zaidi. Sasa ujifunzaji huu wa ujasiriamali unakuhitaji wewe kuweza kusoma, utakuwa unapata madini sehemu tofauti tofauti na dini mbalimbali kwa sababu lazima kwenye network marketing usiwe mchovu, aidha wa kusoma au kujifunza kupitia watu ambao wapo juu au walio kuzidi katika biashara hiyo. Kwa maana yake utakuwa unajifunza vitu vingi kuhusiana na ujasiriamali kwamba vipi naweza nikaifanya vipi biashara hii au naifanya kwa utofauti na kwa manufaa zaidi. Kwa kile the way utakavyokuwa unajifunza maana yake inakuwa ni elimu. Elimu ya ujasiriamali kuhusiana na hicho kitu ambacho unachokuwa unakifanya wewe mwenyewe lakini pia Kingine na faida yake nyingine nasema ni hakuna kikomo cha mapato. Hakuna kikomo cha mapato. Imezoeleka kwa waajiriwa wengi wanakuwa na kikomo cha mtu analipwa ni milioni moja kwa mwezi. Hiyo milioni moja amelipwa takriban miaka sita hadi miaka kumi. Haijawahi kuongezeka. Ikiongezeka ni asilimia kidogo akuta milioni moja na ishirini. Kwenye network marketing hakuna kikomo cha mapato. Maana yake wewe utakapokuwa umeingiza mapato yako maana yake mwezi huu umeingiza laki tano mwezi unaofuata utaingiza laki nane. Kwa kadri utakavyozidi kuongezea kuongeza watu zaidi kujenga timu na timu inavyozidi kufanya zaidi, ndivyo mapato yako yanakuwa hayana kikomo. Maana yake unakuwa haupo kwenye constant income. Maana yake kama ilikuwa umeanza na kitano, utaendelea zaidi zaidi la milioni milioni mbili. Ndio maana ukija kuangalia katika network marketing, wengi ukija kufuatilia kwenye makampuni mengi mbalimbali, sitaji kuyataja lakini wananufaika sana mtu unakuja, ukimsikia akwambia, mimi nilianza mara kwanza, nianza kupokea kamishen yangu nilianza elfu tano mwingine elfu kumi Lakini mpaka leo unakuta mtu yupo almost miaka mitano au kumi kwenye kampuni hiyo, anapokea zaidi ya milioni kumi na kuendelea, na kitu ambacho sio scam na ni uhalisia kabisa. Upo ishu, ambacho natakiwa kufanya nini? Fanya utafiti, kwa sababu wengi tumekuwa hatuna ile tabia ya kutaka kujifunza na kujua kupitia wengine, na tunachokuja kuamini ni utapeli, ni uzushi, ni kwa sababu na, ba, fikra na fikra na, na mitazamo yetu mingi imejifunga sana zaidi kwenye kuamini kuajiriwa na kufanikiwa kupitia kuajiriwa na kitu ambacho inakuwa ni ama. Kwa hiyo katika mfumo wa channel yetu sasa ni vingi ambapo tutaweza kujifunza kuhusiana na network marketing. Kitu kingine ni kuhusu network marketing, sio rahisi kama ambavyo, lakini inawezekana. Hapa sasa ndipo wengi ambapo wao wanakuwa wanakimbia katika network marketing naona ah bana hiki kitu ni kigumu, siwezi kukifanya. Kikweli ni mara mia, ni ajiriwe. Sasa unapiga hesabu na ajiriwe, unaenda kulipa laki tatu kwa miaka mitano. Sasa hawa watu wanakuja kwa tofauti moja, wameanza. Huyu ameanza biashara katika network marketing, huyu kaajiriwa. Huyu ataanza na mshahara laki tatu, lakini huyu unakuta anaanza sifuri, labda kwa kwanza kama chenyeka na kuja kupata manzoni mpate 1000 ataumia, atapambana zaidi, hakikishe mpaka anakuja kutengeneza mfumo ambao unaweza kuja kulipa zaidi na, na ndio tunapokuja kusema sio rahisi, kwa sababu kwa mwanzo na umeanza unapokea kidogo sana 3000. Sasa tunasema ile 3000 au 5000 mpaka uje uibadilishe kwenda kwenye milioni na zaidi, inahitaji juhudi na kutokukata tamaa sana. Kwa sababu gani? Inahitaji bidii na kujifunza. Cha kwanza, wewe ni mtu mwenye bidii kwenye kufanya, unaanza kutokea 5000 maana yake uongeze bidii. Bidii ziongeze kwa vipi? Ongeza bidii kwenye kuwashirikisha watu biashara hiyo na kuonyesha, lakini ni na, na kitu network marketing inacho kuhitaji zaidi, uwe mtu wa kujifunza, usome vitabu, usikilize audios au movies ambazo zinakuwa ni za mafanikio zaidi kwa mamentors ambao wameshafanikiwa ama coach kuhusiana na networking marketing. Kwa maana yake pindi utakapokuwa unajifunza utapata vitu vingi na madini zaidi. Sasa pia nakwambia, si kupata kwa, kwa, kwa haraka. Networking marketing inahitaji mchakato. Katika hiki hapa wengi doa wanakimbia, na wengi ndipo huwa wanaacha biashara mapema. Anachoamini ni kwamba nikiingia katika biashara hii baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, tayari nitakuwa nimemiliki gari yangu, nitakuwa nimemiliki nyumba yangu, nitakuwa na maisha mazuri. Na vijana wengi wanasema nitakuwa nitabeng mtaani. Hapana, katika network marketing ni kubali mchakato, jipe muda. Mimi nimeanza kwamba katika biashara network marketing ndio mwezi wa kwanza nimeanza, ni nijipe malengo ya miaka mitano mpaka mitatu au na zaidi katika ile malengo ya muda ule mrefu nikakaa umejiwekea, maana yake lazima upambane bila kuchoka. Usije ukawa umefanya kazi kwa zume kwa sababu ni umejipa muda mrefu. Hapana, kwa lazima ujipe muda mrefu na ufanye kazi kwa bidii, ujifunze bila kuchoka, ili wewe uje kunufaika baadaye. Ndio maana kuja kujikuta kwa wengine ambao wamefanya kwenye network marketing, ambao miaka mitano iliyopita maisha yao yalikuwa yanateseka sana, ilikuwa ni moja mbili tatu, lakini baada ya miaka yote mitano kupita, ametengeneza mfumo wa kuja kujikuta mtu ananufaika vizuri anapata pesa vizuri, anaisha maisha mazuri. Ni kwa sababu aliamini, sisi kupata kwa haraka, alikubali mchakato. Kwa hiyo unachotakiwa kuelewa katika network marketing, kubali mchakato. Lakini pia wengi huacha kwa kukosa subira, lakini waliokomaa wanavuna pakubwa. Subira, hicho ndio kinachokuja kwa kupoteza wengi. Mtu kajiunga katika biashara ya network marketing, nategemea na chochote ambacho unakuwa unafanya kwenye biashara hiyo hiyo, ni bidhaa za lazima usio za lazima mwanzoni kaza kupata kitu kidogo sana kupata laba faida elfu tatu, elfu nne, nasema hii elfu nne nije nitengeneze mpaka kuja kuwa milioni ni kitu ambacho sio rahisi. Kwao maana yake mtu anakuja anakosa subira, mwisho wa siku anaacha, anaona biashara hii hailipi, na anapokuja kutoka nina na kibiria kwenye kuajiriwa anze kulipa laki tatu, anaona anapo ndo pengine imefika na maisha ndo aniishia hapo. Lakini sasa kwa wale waliokomaa mtu kaanza na elfu tatu au alianza kabisa nothing, mwezi alioanza lakini kakomaa mwezi wa kwanza wa pili, mwaka miaka miwili mitatu mpaka inakuja kufika mitano, mtu akuta amekomaa katengeneza timu kajifunza mengi kajua mengi kapitia ups and downs, mwisho wa siku anakuja kufanikiwa. Ndo hao sasa wanakuja kuona, mimi kwenye network marketing biashara, unavyoniona nina muda mrefu, na miaka saba, nina miaka kumi, kuja kuangalia, anaingiza kamishi nao naingiza hela nyingi zaidi, ambayo kutajia mpaka unaweza kuona labda ni uongo, lakini ni ukweli kwa sababu mtu alijifunza, alifanya kwa bidii na aliamini katika mchakato nam. Sasa swali ni je, wewe uko tayari kujua zaidi? Kwa sababu network marketing si miujiza, ni fursa ya kujenga kipato kwa nguvu zako na timu. Unachohitaji una ni malengo, maarifa na nidhamu. Ni kweli kabisa, kila kitu kimejieleza hapo. E, ni fursa ya kujenga nguvu zako na timu. Unachohitaji ni malengo, maarifa na nidhamu. Networking marketing siku zote lazima uwe na malengo. Malengo unaokuwa nao mimi baada ya miaka mitano au miaka kumi natakiwa niweje? Maarifa, maarifa ninacho maanisha hapa kwenye maarifa ni kwamba uwe mtu wa kujifunza. Nidhamu, uwe na nidhamu na kile unachokuwa unakiingiza pesa yangu mimi nimeingiza, niwe na ne nidhamu vipi, kwenye nidhamu hiyo uweze kuibuni. Pia inakuhitaji wewe mwenyewe kujifunza nidhamu ya pesa nidhamu ya kuweza kujitunza kui, kui, pesa ivipi kujikuta unaingiza pesa nyingi, lakini mwisho wa siku una nidhamu ya pesa inakuwa ni sawa sawa na yule ambaye anakuwa na kitu. Maarifa, maarifa, hapa ndipo ambapo wengi huwa ni wavivu na wanashindwa sana. Inatakiwa wewe mtu wa kusoma sana, wewe mtu wa kujifunza sana, wewe kama ni mpenzi wa movies, angalia movies ambazo zinakuwa na manufaa na kija movies, movies kwako kuna movies nyingi sana, zinazokuwa zinahusiana na mambo ya kibiashara ukifuatilia ukija kuona aha, kuna kitu unajifunza kuna vitabu ambavyo vingi ukijifunza sana kuhusiana na vitabu hivyo vinakupa malipo mengi. Naweza nikamtolea mfano kama um, Kochi Janauka, na ni mtu ambaye anatoa vitabu au ni mtu ambaye ni, ni, ni, ni mentor anafundisha vitu vingi sana kuhusiana na mafanikio. Sio mafanikio tu, kuhusiana na biashara ulionao namna gani ya kuweza kuuza He, yani manake ni vitu ambavyo ni vingi anakufundisha namna ya kupanga malengo. Kwa manake ni mtu ambaye pia ukimfuatilia kuna vitu vingi ambavyo unajifunza. Achana na kutumia ule muda ambao kimsingi unakuwa hauna tija au hauna manufaa kwako na hauna faida yoyote ile. Sasa utayari wako wewe manake lazima ujue uwe na, na, na, na malengo ya muda mrefu, kubali mchakato, maarifa na nidhamu pia katika kile kitu ambacho unakifanya. Si nidhamu tu katika pesa, ila nidhamu katika kile unachokuwa unakifanya kwa sababu hakuna mtu ambaye anakusimamia ila ni wewe ndio unakuwa unajisimamia katika biashara hiyo, kwa sababu kwenye network marketing hiyo biashara unakuwa ni wewe ndio mmiliki wa biashara. Sio kwamba unafanya ni kwa sababu ya kumnufaisha bosi, hapana. Kwa sababu wewe ndio unakuwa na nidhamu hiyo, lazima ujiwekee nidhamu ni ya muda, lazima ujiwekee nidhamu ya kuweza kuyafanya na kuyatimiza malengo yako kwa wakati kwa maana yake discipline inaanza na wewe mwenyewe, nidhamu ya kujiongoza pia. Maana yake utakapokuwa umejiwekea nidhamu na kuwa umejiwekea misingi fulani, inakurahisishia wewe na unakuwa we ni, ni, ni, ni icon nzuri pia katika timu yako ambayo unakuwa umeitengeneza na wao kupitia katika mstari mzuri ambao wewe na, kwa kwa na pia, kwa, kwa, kwa, kwa watching lakini pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel yangu Sakaboya Health and Wellness.

Lakini utofauti wake na ajira ya kawaida, hii ni network marketing, faida za mfumo huu wa network marketing. Lakini kitu kingine tulichojifunza, sio rahisi lakini inawezekana. Hapo pia nilielezea sio rahisi kivipi, inahitaji bidia kujifunza, si kupata kwa haraka, na wengi leo wanakosa subira na kukata tamaa. Chinalo yoko walifanikiwa pakubwa zaidi, lakini sasa utayari wako wewe. Sasa hapa inaitwa wake up call. Wewe sasa utayari wako ukoje? Uko tayari? Maanake utakapoamua kuingia kwenye hicho network marketing, kitu ambacho unatakiwa uelewe, na hiki ni kwa wale ambao wanakuwa nasikiliza macho, natakiwa kuelewa kwenye network marketing yoyote ile utakayokuwa umeingia, aidha iwe ni kwenye bidhaa za lazima au sio za lazima, unachotakiwa kuelewa, jipe muda. Usijipe muda mfupi, miezi miwili mitatu, hapana. Jipe muda kuanzia miaka miwili, miaka mitatu, au mwaka mmoja kama uko vizuri. Maana yake utakapokuwa umejipa muda mrefu, ukakubali mchakato ndipo mafanikio ya networking marketing yanavyo yanapokwenda kuwepo. Kwa hiyo asante sana kwa kuweza kunisikiliza kupitia channel yangu hii. Usichoke kusubscribe, usiache kusubscribe, like, comment and share, ili huwe mtu wa kwanza kuweza kupata taarifa kuhusiana na kila videos au ya masomo yatakapokuwa ametuma kuhusiana na networking marketing au kuhusiana na mambo ya kiafya uchumi zaidi. Kwa hiyo karibu na asante sana.